Dalili za za za acid reflux zimekuwa zikishabiana na dalili za pressure. Mfano, mtu mwenye pressure ni rahisi kupata uh, na hali ya mapigo ya moyo kwenda kasi eh, kuwa na hofu za mara kwa mara, kichwa kuuma upande, kuchoka anapokuwa analala usiku. Vilevile mtu mwenye changamoto uh, au mwenye tatizo la acid reflux huleta dalili kama hizo. Kichwa kinaweza kikawa kinauma, mda mwingine anaweza kahisi kama anachanganyikiwa, mapigo ya moyo yakawa kwenda kasi, anakuwa na hofu za mara kwa mara. Kwa hiyo kabla hujaamua kuchukua hatua za kupata matibabu uh, mara nyingi nimekuwa nikishauri ni bora ukapima, uweza kujua unasumbuliwa na tatizo gani, kwa sababu unaweza ukawa unatafuta dawa ya kupima uh, kutibu tatizo la uh, acid reflux, kumbe una tatizo la presha au kawa unaangaika kutibu pressure kumbe shida yako kubwa sio pressure, ni acid reflux. Kwa hiyo uh, unaishia tu kupoteza fedha. Kabla hujaamua kuchukua maamuzi ya kutibu tatizo, fanya vipimo uweze kupima kuweza kubaini unasumbuliwa na kitu gani, ndio inaweza ikawa rahisi ya wewe kutoka kwenye hili tatizo na ukarejea katika hali ya kawaida. Asidi imekuwa ni janga kubwa kwa watu na watu wengi utafuta dawa ya kutibu asidi, utakiwa kutafuta dawa ya kutibu asidi, unatakiwa utafute dawa itakayokusaidia kwenda kurekebisha sfinkta ambazo zimelegea sasa zinairuhusu asidi kutoka tumboni na kurejea kwenye kora chakula. Ukifanya hivyo itakuwa ni rahisi vilevile. Ni lazima ujitahidi uwe ni mtu ambaye unaepuka baadhi ya vyakula ambavyo huchangia kwa kiwango kikubwa kupata tatizo hili. Mfano, mtu mwenye tatizo la asidi na vidonda vya tumbo hatakiwi kutumia maziwa mtu mwenye tatizo la hasili na vidonda vya tumbo atakiwa kutumia limao au vitu vilivyoko katika asili ya uchachu. Uchachu, ukifanya hivi, ni rahisi kuweza kutoka kwenye hili tatizo na kurejea katika hali ya kawaida. Nadhani umenielewa vizuri, na kama unanisikiliza, utalifanyia kazi kwa asilimia mia moja ili tuweze kupata matokeo sahihi. Bye bye. Until the next time.